Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo? Karibu sana ili niwapashe yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako bwana Ezra, nikope lako sikio ni kuchanganulie zile habari ambazo zinazidi kutendeka. Tafadhali ninakuomba upige subscription. Samia rais ambaye aliweza kuiba kura Tanzania akawaua watanzania wengi zaidi ya alfu kumi ameshinda tuzo ya kiongozi mdhalimu dunia nzima wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Ndio hiyo picha ambayo unaiona hapo. Hizi ni taarifa ambazo zimeweza kutolewa kutoka ulimwengu mzima, na kama mnakumbuka vizuri, niliwaeleza kwamba kinyang'anyiro hichi kilikuwa kinashirikisha viongozi kumi wa dunia nzima ikijumulisha Donald Trump pamoja na viongozi wengine ili kura ziweze kupigwa tuone ni kiongozi mgani wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambaye ni kiongozi mdhalimu, yaani kiongozi ambaye ni mbaya, muuaji. Na katika kura ambazo zimetangazwa hii leo, mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo unaona hapo, zinaeleza kwamba Samia ameibuka mshindi yeye peke yake, alikuwa yeye ndiye mwanamke peke yake ambaye alikuwa kwenye kinyanganyiro hichi, na wengine tisa walikuwa ni wanaume, lakini Samia ameweza kuwashinda hawa wanaume kama kiongozi ambaye ni dhalimu, kiongozi ambaye ni muuaji. Ndugu zangu wa Tanzania, taifa letu tukufu sasa hivi tumeweza kuona ni kiongozi mgani ambaye anatuongoza, kiongozi mdhalimu. Na mnaelewa sifa za kiongozi mdhalimu ni yupi. Sasa mama Samia, hata kwanza nikimuita mama nitakuwa nimewakosea watazamaji wangu, nikimuita mama nitakuwa nimekosea kwa sababu mama ni mtu ambaye anajua dhamani ya uhai, lakini Samia akashusha jina hilo chini la mama, akawaua Watanzania. Sasa tunaelezwa kwamba Samia ameshinda tuzo ya dikteta wa mwaka. Mnaelewa sifa za dikteta. Ameshinda hiyo tuzo ya kuwa dikteta wa mwaka, mahala ambapo anatembea akiwaambia watanzania tu kwamba tudumishe amani, jua kwamba alishinda tuzo ya dikteta wa mwaka. Na ni kwa sababu tuzo hiyo ni ya aibu, hawezi ya aibu hawezi akaletewa ikulu ya Tanzania, lakini tuzo zingine ambazo wamezinunua hizo ndizo wanatuonyesha. Oo, sijui Samia ameshinda tuzo ya kwamba Tanzania ni nchi bora ya utalii, lakini tuzo hii ambayo ameishinda ya kuwa kiongozi mdhalimu de kiongozi dikteta hawezi akaionyeshana. Sasa tunaelezwa kwamba Watanzania wengi walimpigia kura, walihamasishana mitandaoni na wakampigia, wakapiga kampeni ili Samia ashinde tuzo hiyo ya kiongozi dhalimu, kiongozi dikteta lakini hapa ndipo penye utata. Tunaelezwa hivi, sidhani kama alistahili kushinda hii tuzo. Samia hakukuwa anastahili kushinda hii tuzo hata <gülh> kama orodha ya dhambi zake haina mwisho. Ndio amewateka na kuwafunga wapinzani, amewaua waandamanaji amewa ameiruhusu tume ya polisi kupiga risasi kuwa kupiga kubaka raia wasio na hatia bila kuwajibishwa. Hayo ni mataji machache ambayo nimeweza kuyataja. Sasa, Samia hakukuwa anapaswa kushinda hii tuzo, lakini kutokana na hayo ambayo nimeweza kuyataja hapo ikiwa kuwafunga viongozi wa upinzani, kuwateka wananchi, kuwaua wananchi, kuwaua waandamanaji, kuwaruhusu polisi kupiga risasi na kuua wananchi ambao hawakukuwa na hatia, ndizo vile vile kubaka raia wasio na hatia, ndizo zilifanya akashinda tuzo hiyo. Kwa kweli nilidhani kiongozi wa Israeli Benjamin Netanyahu angechukua tuzo hilo, angechukua tuzo hilo kirahisi. Yani, ni nini kinazidi mauaji ya kimbari? Naweza kuwaza Donald Trump akiwa amekasirika sana kwamba hakushinda licha ya juhudi zake bora za kuwakamata viongozi ambao ni fisadi. Wa hivi punde ambao aliweza kumkamata ni huyu Nicolas Maduro, lakini Samia akaibuka mshindi. Tunaelezwa kwamba kama si matukio ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 Samia asingechukua hata kwenye orodha, asingekuwa hata kwenye orodha, si kwa mbali kabla ya hapo, si mbali kwa hapo. Kabla ya hapo alikuwa bado ligi ndogo, kabla ya hapo Samia alikuwa bado ligi ndogo, dikteta mtarajiwa, si zaidi lakini alifanya kile ambacho a kinasemekana kwamba madikteta hufanya. Alifanya kile ambacho madikteta dunia nzima wanakifanya. Alipuuza sauti ya wananchi waliotaka marekebisho ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu. Mnakumbuka yale maandamano ya kimitandao ambayo yalikuwa yanasema kwamba no reform no election. Aliyapuuza, aliyapuuza hayo marekebisho ya kikatiba, aliyapuuza hayo marekebisho ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu. Kwa Kiswahili kuna methali ambayo inasema kwamba sikio la kufa halisikii dawa. Samia alijizunguka na machawa, wapambe na wanafiki, na akaanza kuwakamata wapinzani wale ambao walikuwa wanamwambia ukweli. Akajizungusha na wale ambao walikuwa wanampumbaza, mama wewe ni mtu mzuri, wewe ni mtu mzuri, lakini akawapuuza wale ambao walikuwa wanamwambia ukweli. hakujali uchaguzi hakujali uchaguzi huru na wa haki. Akaendelea na uchaguzi hata wakati chama kikuu cha upinzani kiliposusia uchaguzi huo. Akaendelea wakati kiongozi wa upinzani Tundu Lissu alipofungwa na mgombea mwingine wa upinzani kutoka kwa chama cha ACT Wazalendo alipotupwa nje ya kinyanganyiro hicho kwa uamuzi wa mahakama wenye mashaka makubwa. Tunaelezwa kwamba Samia ambaye ameshinda tuzo ya dikteta wa mwaka 2025, akaendelea huku maandamano yakifanyika nchi nzima, akaendelea huku kura zikichaku zikichakachuliwa na hatimaye akashinda uraisi kwa asilimia tisini na nane ya kura za wizi. Chaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano mpenzi mtazamaji mwenye unaniangalia, ulikuwa wa umwagaji damu mwingi kuliko uchaguzi wote ama chaguzi zote. Katika historia ya Tanzania, polisi na vyombo vya usalama waligeukia waandamanaji, wapita njia na raia wa kawaida, wakawapiga risasi hadharani. Kanda tuliweza kuziona zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii. Vurugu za siku ya uchaguzi zilikuwa za kutisha, lakini maovu yaliyofuata siku zilizofuata yalikuwa ya kuumiza zaidi. Nilisikia kwamba Mbeya na Mwanza polisi waliingia nyumba kwa nyumba, wakawapiga vijana wavulana tu, kwa kweli na kuwa kuwapiga risasi moja kwa moja, moja baada ya mwingine waliwaua watu ndani ya nyumba zao, miili ilijazana kwenye mochari, na inadaiwa wengine walizikwa kwenye makaburi ya pamoja. Watu wengi hawakupata fursa ya kuwaomboleza na kuwazika wapendwa wao. Washukiwa walikamatwa, wakabakwa kuteswa bila kufikishwa mahakamani. Wale ambao serikali ilishuku kwamba ndio waliweza kuandamana walikamatwa, wakateswa, wakabakwa na hata kufikishwa na hata kabla na hata bila kufikishwa mahakamani. Wakati huo wote, mpenzi mtazamaji, wananchi walifungiwa ndani ya nyumba zao bila intaneti Tanzania wala taarifa huru, kwa kuwa vyombo vya habari Tanzania vya ndani havikuwa huru na serikali ilizima mtandao. Watanzania wanataka haki na kuru na kura, hii ilikuwa fursa ya kueleza maovu na hasira zao Tanzania. Hata hivyo, nikimalizia kama Mtanzania mzalendo, ushindi huu wa Samia Suluhu Hassan kama kiongozi ambaye ni dikteta wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano unanitia hofu. Mimi kama mchambuzi na Mtanzania unanitia hofu zaidi kuliko faraja. Kuongoza orodha hii Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni jambo hatari. Yaani, Samia kuongoza orodha hii ikiwa ni Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni jambo hatari, hasa ikizingatiwa kwamba Trump na madikteta wengine wenye nguvu zaidi wanaweza kutumia hilo kama kisingizio kupeleka majeshi yao kuivamia nchi yetu ya Tanzania, wakidai unapiwa vita kwa kuwa rais dikteta mwenzio, ile hali lengo lao halisi ni kunyakua rasilimali zako za asili. Na nielewa mpenzi mtazamaji, ni jambo la kusikitisha sana ikiwa ni Januari. Na Samia ameibuka mshindi, mshindi wa dikteta wa mwaka. Ameweza kusikia mauaji, mateso, kubaka, kufira, kuruhusu polisi kufanya maovu, ndiko kulifanya Samia akaibuka mshindi kama kiongozi ambaye ni dikteta wa mwaka. Wazo lako ni lipi? Mimi sina mengi ya kuongoza ama ya kuongeza, tafadhali piga subscription, sambaza kanda hizi.